Kwa kweli leo hii Wanagumbiro wamekuwa na matumaini makubwa juu ya mradi ambao umetekelezwa katika eneo hili. Kwa kweli, tujipigie makofi mengi sana ndugu yangu Wanagumbiro. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ana kila haki na wajibu ya kuwasaidia wananchi wa Tanzania, na ndiyo maana leo hii kupitia wizara hii ya maji, kupitia wenzetu hawa wa ruasa kutokana na maelekezo ambayo wametolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan yuu ya kuhakikisha wanagubio wanaenda kutatuliwa changamoto yao ya maji, lakini pia wanaenda kupata maji safu na salamayangu leo hii, wakati mwengi wa uhuru umepika katika eneo hili, umekuja kujionea mradi huu kubwa ambao tunaenda kutatua changamoto kubwa ambayo inawakuta wakuta mradi mrahi mezikati ya siba na mijezo gakuenda kuengewajiwe la msingi. Hivyo mwengi wa uuru umaengia kuweka jiwe la msingi na mradi huu wa maji safu na salama. Katika, we, we, we, katika kipindi hiki cha Dr. Samia Suluhu Hassan tumepokea bilioni 12.9, kwa ajili ya ujenzi wa maji. Ni fedha nyingi ambazo hazijawahi kupatikana katika historia ya jimbo letu, na mradi huu uliowekea jiwe la msingi ni miradi, ni moja ya miradi ambayo inaelekea kukamilika sasa, na muda sio mrefu wananchi hawa wa Gumbiro watapata maji, na naomba pia ingie kwenye rekodi. Nilisema jana bungeni na nilimshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na na serikali katika ujumla wake kwamba Halmashauri ya Wilaya ya Madaba tunaweza, tunaenda kuwa wa kwanza kuweka rekodi ya kukamilisha miradi ya maji vijiji vyetu vyote tutakuwa hatuna deni la mradi wa maji. Tukuombe tufikishie salamu zetu dadati, kwa niaba ya wananchi wa Gumbiro, lakini kwa niaba ya wananchi wa Madaba wote, kwa niaba ya viongozi wenzangu wote akiwemo mkurugenzi wangu Sajidu, mkurugenzi wa halmashauri na timu yake, sisi wote kwa pamoja tunafunga sa, salamu zetu na tunakukabidhi ukamfikishie Dr. Samia Suluhu Hassan awesome, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.